Leo tutaangalia majina kumi ya wavulana yanayoanza na B au Ba. Jina Bevan ni jina la wavulana linatoka kwa Kiingereza linamaanisha mwana wa rehema ya Mungu. Bevan. Jina Belen ni jina la wavulana linatoka kwa Uturuki linamaanisha nguvu. Belen. Jina Blam ni jina la wavulana linatoka kwa Kiyahudi linamaanisha baba wa baba wawote. Blam. Jina Barke ni jina la wavulana linatoka kwa Afrika linamaanisha balaka baraka zaidi. Barke. Jina Brito ni jina la wavulana linatoka kwa Wakristo na kwa Hispania linamaanisha yenye nguvu. Brito. Jina Bianco ni jina la wavulana linatoka nchi Italian linamaanisha kwa haki Bianco. Jina Briar ni jina la wavulana linatoka Marekani au Amerika linamaanisha Mungu ni nguvu yangu Briar. Jina Bilaji ni jina la wavulana linatoka kwa Uhindi linamaanisha mwangaza kwa jua Bilaji. Jina Blevin ni jina la wavulana linatoka kwa Kiingereza linamaanisha yule mtulivu Brevin. Jina Bovi ni jina la wavulana na wasichana linatoka kwa Uhindi linamaanisha mtu mwenye bahati Bovi.